Hebu leo kwa heshima zote na taadhima tuweze kuongelea kuhusu vijana wazima kutoka 001, that is Mombasa bwana, nimekuletea picha hapo mbili ambazo ni za woman representative Mama Zamzam 001 pamoja na gavana Abdul Swamad ambao ndio viongozi wakuu pale jijini Mombasa, that is 001 jiji ambalo linajulikana siku zote kuwa jiji ambalo lina uvutio mkubwa wa watalii wa ndani ya nchi na nje ya nchi kwa moja, lakini bado vilevile vile pia limekuwa jiji ambalo kwa hizi masiku za majuzi limekuwa jiji la kutishia ama jiji la kuogopesha kwa sababu ya ule ukora ambao uliweza kufanyika na kusambaa kwenye mitandao. Sasa kuna kitu ambacho kimenilazimu nije hapa kama KG Chipande ili niweze kuongelesha watu wa nyumbani, that is 001, kuambia ya kwamba bana, viongozi wanatukoroga siku zote, na wa viongozi the same viongozi ambao wanang'ang'ania masuala yao ndio wale wale ambao endapo kuna deal ambayo wanaifanya ama endapo kuna a certain biashara, yani labda kuna biashara fulani ambao wanataka kuifanya viongozi wowote wale, lakini ile biashara ifail ama isifanikiwe, basi wale, ile biashara yani wale viongozi watakuja kosana mbele ya umati ama hadharani mbele ya watu ili walete fujo kwa wananchi. Kwa pamoja tunaweza kuona juzi juzi tu hapa ambao kuna yule kijana ambapo kuna yule kijana fulani hivi sasa kumtaja jina lake hapa tena kwa sababu ni kitu ambacho kilipita, lakini acha nielezee what happened, ya kwamba huyu kijana alikuwa kwenye mrengo wa woman representative ambao wa Zamzam, ambapo alikuwa kila wakati, yani mwana TikTok alikuwa na kila wakati alikuwa akimtukana governor Abdul Samad, akimtukana mpaka ya mamake, akimtukana uchi wa mamake, mpaka kafika wakati akamwambia kwamba ashalala na mama yake mzazi, na mamake mzazi ni mtu ambaye ni malaya, mamake mzazi ni mtu ambaye yani kitu kama kile, so akawa anatukana matusi ambayo hayastahili kusikika mbele ya jamii kabisa, kwa fupi. Lakini watu nje wakaja wakasema kwamba automatically huyu kijana ametumwa na kwa sababu ametumwa, basi atapata adabu yake. Kiukweli gavana uh, kulingana na gavana, kauli yake yasema hakutuma mtu yoyote ende akaadhibu ile kijana, lakini kuna baadhi ya vijana ambao walijitokeza na kwenda mwadhibu ile kijana. Na adabu aliyopewa yule kijana ni kwamba alichukuliwa na kupelekwa Mwakirunge. Mwakirunge ni sehemu ambayo imekuwa abandoned na haina watu wengi vile, alafu ni sehemu inaonekana kama ya msituni, mahali ambapo kuna ogopesha special amida ya usiku kule ndiko alikopelekwa milimani, kwenye mawe mawe, na akageuzwa akafanywa mwanamke, yani akaingiliwa kinyuma akakuwa sodomonized, dio wenyewe wanavyosema. Na mwisho wa siku, kule kijana alipelekwa hospitali, mama Zamzam alijipeleka kule hospitali na akasimama na kuanza kukashifu governor Abdul Samad, ili aonekane Abdul Samad amefanya kile kitendo. Nikwambie tu hapa kwamba hivi vyote vinaletwa ni baada ya kwamba wale viongozi wamekosana na ajenda zao wenyewe kule, lakini once wakishapatana, sisi ambao tumefanya ule upumbavu ndio tunaonekana wajinga sote, hasa wale ambao walimsodomize yule kijana. Baadhi yao walifungwa, baadhi yao walienda gerezani na wakatoka na bond, baadhi yao sasa wanajutia kwa nini walifanya kile kitendo, na yule kijana naye pia ambaye alimtukana gavana kwa sababu ya huyu mama a, a, a, kwa sababu huu mama Zamzam sahii yajutia yoangalia, sasa mimi nilimtukana yule governor kwa sababu ya huyu mama alikuwa namtetea, lakini sahii yule governor na huu mama wameshikana, wamekuwa kitu kimoja, nafanya kazi pamoja, mimi wameniacha peke yangu, nateseka peke yangu. Hakuna governor, wala hakuna seneta, wala huyu ambaye nilikuwa namtetea ambaye ndio woman representative ambaye amekuja amenekea chakula kwenye meza, bado nahangaika. Aibu nimezipata kwa sababu ni aibu ambayo alipata. Uh, jamaa alisimama mbele ya hadhara na kusema kwamba uh, gavana ametuma watu, wewe ndio akanilawiti. Gavana ametuma watu, wewe ndio akanifungua kisoda. So kila mtu amejua kwamba mtu fulani alienda akafanywa nini, akaenda akageuzwa kama mke. So automatically, na video zilisambazwa kila mahali, kila mtu aliona hizo video. Unaona ni aibu kiasi gani? alafu mwisho wa siku wale wale ambao ulikuwa wewe unafanya kama unagongesha ama wamekugongesha, wepo wakafanya kile kitendo, ndio wale ambao sahihi wako pamoja wanafanya kazi kwa pamoja people don't talk about this and uh, I've decided to bring up this si kwamba mimi na mlaumu Abdul Somad wala si kwamba mimi na mlaumu Mama Zamzam wala sio kwamba mimi niko kwenye mrengo wa Abdul Somad wala sio kwamba niko kwenye mrengo wa Mama Zamzam mimi niko kwenye mrengo wa wananchi niwaambia wananchi ya kwamba viongozi kamwe wasiwahi tugombanisha sisi kama wananchi, never kabisa, because the same thing is happening in Malindi as we are talking. Sahihi, kuna huyu mama ambaye anaitwa Aisha Juma ambaye anajiita mshangazi wa taifa, pamoja na yule governor kule uh, uh, governor wa Kilifi, nitasema kwa ujumla, ambaye anajiita uh, Mungaro of which governor Mungaro na Aisha Juma tunajua kwamba ni watu ambao hapo awal walikuwa marafiki, walikuwa pamoja, walikuwa kwenye chama kimoja cha ODM, wakaoja ka separate. Mungaro akaingia chama cha ODM akazidi kukaa pale pale, wakati Aisha Jumwa naye pia akatoka ODM akaenda kwenye kile chama cha UDA ambacho ni chama tawala, chama cha William Samoei Ruto, akatafuta ugavana ambao alikuwa anapigania yeye na, ye na Mung'aro. Lakini kwa bahati nzuri, wengi wanavyosema ni kwamba Aisha Jumwa aliweza kushindwa ule ugavana, na mwisho wa siku Aisha Jumwa akabahatika kuchukuliwa kama minista na serikali ya William Samoei Ruto, lakini baada ya kwamba jenzi waliweza kuingia uh, uh, waliweza kuingia kwa street William Samoei Ruto aliweza kupunguza baadhi ya maminista wake ambapo Aisha Jumwa naye pia alikuwa mmoja wa wale ambao wakishoka na kutoka pale kwenye uwaziri. Sasa, ninavyokuambia ni kwamba Aisha Jumwa na Governor Mungaro haziendi pamoja, yaani hawa watu ni watu ambao hawawezi keti pamoja. Na automatical behind this believe me 100% lazima kuna biashara mahali ambapo haikuenda vizuri, lazima kuna kitu maelewano kati ya wawili ambapo hawakuelewana. Aidha, hiyo ni tenda fulani ambayo Mung'aro ambayo iko kwenye kiti alimkataza Aisha Jumwa, ama alikataza watu wa Aisha Jumwa. Ama Mung'aro, kuna watu baadhi ambao aliwafuta kazi ambao ni wafuasi wa Aisha Jumwa. Hivyo basi, Aisha Jumwa akaangalia kitu gani ambacho atamfanya Mung'aro asiweze kufanya ile kazi yake kwa amani. Ni kitu gani ambacho Aisha Jumwa atamfanya gavana akuwe mtu ambaye hana amani akaona sasa ategemee wananchi na kwenda kwa wananchi, na kuwafanya vitu petipeti, kutumia pesa ndogo ndogo ili kulaghai wananchi waungane kwa pamoja na kuingia barabarani kufanya fujo, ili mradi wafanya nini, wampe tumbo joto yule ambaye ni gavana wao pale. Kitu ambacho hatujui ni kwamba once yule gavana tukishamsumbua kama hivyo, magavana akisumbua kama vile, hata ile akili yake ya kusettle kujua ni wapi ambapo panavuja kwenye nyumba yenu ya Kilifi ni ngumu, hawezi akajua. Otomatika utapata sasa mpaka gavana miaka yake mitano anaisha, atarudi tena ajawaambia kwamba kwa sababu kulikuwa na migomo huku na huku, sikuweza kufanikiwa kufanya hivi na hivi na hivi, hivyo basi naomba muniongezee tena miaka mitano ili nisawazishe kufanya hivi na hivi na hivi. Sasa automatically sisi ambaye ni wananchi ama sisi ambaye ndio kama tuwapiga kura tunafanywa wapumbavu, ama sisi ambaye tumewategemea wale viongozi watusaidie ndio tunafanywa wapumbavu lakini viongozi wenyewe wakipatana, ama viongozi wenyewe endapo biashara zao zitapatana wenyewe kwa wenyewe watashikana. Sisi ambao tumeendapiganishwa kwa sababu ya hao viongozi wawili, tunafanywa mafala tu. Ni vitu ambavyo vimetokea mara kwa mara na sio Kilifi Kaunti peke yake wala sio Mombasa Kaunti peke yake wala sio Pwani kwa ujumla peke yake, japo ni kwa nchi nzima kwa ujumla. Tukiongelea kuhusu Uhuru Mwagai Kenyatta na Raila Amolo Odinga, walikuja hadharani kutuonyesha kwamba ni watu ambao wamegombana, watu wakapigana mapanga, wakauana. mwisho wa siku What happened? Raila Amolo Odinga na Uhuru Mwigai na Kenyatta walishikana mikono hivi. Sisi uh, uh, watu walipigana wakauana, no replacement, hakuna kitu ilifanyika and there's no way that we can get replacement of those bodies. Elisha, Elisha, hivyo sisi ndio tunakuwa mafala. But we are not changing kama binadamu. Let's go to uh, uh, UDA, Zakayo, Kasongo baada ya kwamba tumeingia kwenye street. Kasongo must go, Ruto must go kila mahali. Baadhi ya watu waliuliwa, vijana wetu akamalizwa pale parliament. A lot of issues happen. What happened? Raila Amolo Odinga alimfata William Samoei Ruto akamshika mkono na mwisho wa siku, what happened? Kila kitu kikanyamaza hivyo, na hakuna mahali ambapo wale vijana wetu walioumizwa na kubaria na kuuliwa, there's no haki ambayo ilitendeka yoyote. Sasa nafikiri kwa ujumla wa pwani na Wakenya, tuchukueni funzo kwa yale ambayo tayari yameweza kutokea. Tusifanywe mafala siku zingine. Endapo wabunge watapigana, endapo viongozi watapigana, tuache wapigane hao kwa matumbo yao wenyewe, kwa sababu siku zote hawaezi kamwe kutuwekea chakula kwenye meza sisi, kwa sababu tumeenda tumwatetea hao kupata uongozi, hao ndo watafaidika pamoja na familia zao. Sisi tutaachwa tulale vile vile na njaa zetu. So let's take a note of this it is guys. This is KG Chipande. Please make sure you subscribe, like, and share.